Hadithi ya zindiko ni simulizi ya kutisha na ya kusisimua. Hii si ya kukosa. Unaanzaje kukosa? Unaiona iyo batani ya kengere Ibonyeze kisha subscribe, usisahau ku like ku share na ku comment. Niandikie ujumbe mfupi, unafuatilia au nasikiliza simulizi hizi ukiwa wapi? Hii ni chaneli yako pendwa ya Tamu story, mimi ni Jimmy Daddy. Hatuna muda wa kupoteza, twende moja kwa moja tukaianze simulizi hii. Kijiji cha Mbwila kilikuwa mbali na mjini. Inawezekana ndiyo sababu ya maendeleo yake kuchelewa ikilinganishwa na vijiji vingine vinavyopakana ambavyo kwa sasa vimeshakuwa mji kwa sababu hata wananchi waliokwenda kuishi au kufanya kazi huko walikuwa wakisita kurudi mara kwa mara na kujenga nyumba zao pamoja na za wazazi wao au kuanzisha hata biashara ndogondogo kijuujuu. Hiyo ndio unayoweza kuisema kama ni sababu ya kwanza ya ufinyu wa kijiji chenyewe na mzunguko wa pesa kuwa mdogo, na pengine ni sababu za kisiasa zaidi. Lakini unaifahamu sababu ya msingi. Sasa Nataka nikupe sababu ya msingi, wala sio hiyo. Kiukweli ni kitu cha hatari, na hili lilikuwa wazi, kwa sababu kijijini pale palikuwa na mabango kadhaa yanayoonya kuhusu uwepo wa joka la zindiko, kuanzia machapisho ya karatasi hadi mabango makubwa ya barabarani. Ni kwamba kando kidogo ya kijiji hicho kuna jengo la zamani lisilokaliwa na mtu. Jengo hili ndilo lilikuwa na zindiko, zindiko la joka. Jengo lisilo na majirani, lililotengwa na watu, likaachwa peke yake. Mabango machache ya tahadhari yalibaki hapo kijijini, yalikuwa yakiwaambia watu kwamba usisogelee jengo hili kuna joka la zindiko linaua watu. Tangazo hilo ndilo lilisababisha jengo hilo kuwa pweke, kujitenga, kuwa mbali na wananchi. Jengo liliogopwa. Historia ya miaka ishirini ya jengo hilo ilimtisha kila aliyesikia. Pia haikuwa hadithi ya sungura na fisi bali ilikuwa ni kitu cha kweli ambacho kipo na ushahidi kamili wa kila kilichotokea likiwemo joka lenyewe. Jengo hili cha kavu la miaka mingi lilikuwa likilindwa na zindiko la joka kubwa sana, refu na lenye nguvu, ambayo lilikuwa likiishi ndani ya mtungi uliokuwa mbele ya upande mmoja wa jengo hilo. Watu walipita mbali mita kadhaa, wengine hata kuliangalia hawakuweza kuliangalia kabisa, sababu ya hofu na wasiwasi. Pia kwa kipindi cha miaka ishirini watu kadhaa walipoteza maisha baada ya kujaribu kuingia ndani ya uzio mfupi wa jengo hilo. Zamani lilipomalizika kujengwa, jengo hili lilikuwa na mvuto wa aina yake, lilisisimua na kuwa jengo la kwanza la aina yake hapo kijijini, lakini wakati huo lilikuwa lipo peke yake. Mwenye kiwanja aliwatuma watu kufyeka msitu na kuanza kujenga jengo hilo. Kila aliyeliona halikubali wazi kwamba lilikuwa ni jengo la thamani na fahari, lakini tangu zama hizo hakujulikana mmiliki. Uzio mfupi uliolizunguka ulikuwa na mpaka thabiti baina ya jengo hilo na watu wengine, kiasi cha kwamba wote walithubutu kuvuka uzio huo walivamiwa na kumezwa na joka hilo fasta. Joka ambalo licha ya nguvu na uwezo wake, lakini lilishangaza watu kutokana na urefu wake usio na mwisho. Kila lilipokuwa likitoka ndani ya mtungi wake wenye mdomo mpana, ambao ndio upana wa joka lenyewe, lilikuwa halimaliziki na halijawahi kumalizika kila lilipokuwa likitoka kwenye mtungi wake na kumshambulia mtu yoyote aliyevuka uzio wa jengo hilo, lilitoka kwenye mtungi kwa urefu wote ule, ambapo baada ya kummeza mtu huyo lilikuwa likirudi ndani ya mtungi kinyumenyume kwa kasi sana. Ni joka lililokuwa likilinda jengo hilo baada ya zindiko lililofanywa hapo miaka mingi. Zindiko lilifanywa kwa nguvu ya jiwe jekundu, Jiwe adimu ambalo ni moja kati ya mawe matatu yaliyowahi kupigwa marufuku duniani. Kwa miaka yote hiyo ishirini, hakuna mtu aliyefanikiwa kuvuka uzio huo na kunusurika. Wote walimezwa, tena walimezwa kwa msemo wa ghafla, yaani hata wenyewe wakiwa hawajaelewa walishtukia joka limefika na kuwameza, kasoro mtu mmoja tu, mzee Zimataa. Hata wakati huu ambapo alikuwa amefika kwenye jengo hilo alikuwa amesimama akilitazama jengo hili. Yeye ndiye binadamu pekee ambaye katika kipindi cha miaka ishirini alikuwa akihudumu kwa kutunza mazingira, na pia ni kuwa sehemu yake ya kupatia nguvu za dawa zake, maana Zimataa zaidi ya kuwa mhudumu mtiifu wa jengo hilo pia ni mganga wa jadi mwenye nguvu na anayeaminika sana. Zimataa alikuwa amesimama nje kidogo ya geti dogo la jengo la zamani lenye uzio mfupi na imara, mkononi akiwa ameukumbatia mtungi mdogo, mtungi ambao ulikuwa na dawa alizokuwa amekuja kuzibariki kwenye mtungi wa joka la zindiko. Zimataa aligeuka upande mmoja na kutazama bango lililokuwa jirani naye, liliandikwa kwa maandishi makubwa: hatari usivuke uzio kuingia kwenye uwanja wa jengo hili ni eneo la kifo. Alitabasamu kimoyomoyo kwa sababu tangazo hilo yeye halikumhusu kabisa. kwa sababu ni yeye pekee ambaye alikuwa na muhuri kwenye mkono wake unaomruhusu kuingia kwenye uzio huo na kufanya usafi wa mazingira na kutia nguvu dawa zake. Ni yeye pekee kwa miaka ishirini. Aliposimama hapo, alikuwa akilitazama jengo hilo lililochukua wastani wa robo ya maisha yake. Tangu hapo alikuwa mwanaume wa miaka arobaini na sasa ni mzee wa miaka sitini, akiwa ni mhudumu wa jengo hilo, kazi ambayo alipewa bila hiari, alilazimishwa na alilazimika lakini alikuwa amechoka maisha ya hudumu wa pale. Lawama kutoka kwa kila mtendaji wa kijiji na viongozi wengine kuhusu ni nani mmiliki hasa wa jengo hilo lilimsumbua, na sasa lilimchosha. Viongozi wa kijiji na watu wengine walikuwa wakimwogopa kwa sababu mbili, kwanza ni uganga wake, na pili walihisi ana siri zilizojificha kuhusu mmiliki na jengo zima. Alisimama hapo akitazama jengo na kisha akaanza kutembea pole pole akivuka geti na kuingia ndani yake, mita chache kutoka alipozimataa diwani wa eneo hilo Mutwa Mamutwa na mbunge Mheshimiwa Mizinga Tulo walikuwa wamesimama wakimtazama Zimataa. Ilionekana kwamba walisimama kwa muda mrefu kiasi cha kwamba hata Zimataa alivyokwenda ni kama walimtangulia na kumngoja afike, pengine kutokana na ratiba ambayo imezoeleka. Diwani huyo mpya, mwenye hali na matazamio mapya, alikuwa amemwalika mbunge ajumuike naye katika kushuhudia kile ambacho walikuwa wamesimliwa. Walikuwa wakimtazama tangu anafika na hadi anaanza kuingia kwenye uzio, na sasa mbunge tingisha kichwa kuonesha kuwa ameelewa kitu. Bila shaka, yule ndiye bwana Zimataa, mtu ambaye uliniambia ndiye pekee mwenye uwezo wa kuingia pale muda wowote bila kudhuhurika kwa miaka yote hii, mbunge alisema polepole pole. na diwani alikubali kwa kutingisha kichwa na kisha alikiinamisha. Ndiyo mheshimiwa, nafikiri sasa unajionea mwenyewe. Yeye ni mtunza mazingira wa jengo hilo na pia ni mganga mwenye nguvu sana nakubalika na kuaminika sana, sio mganga wa wasiwasi hata kidogo. Ni mganga ambaye hutumia mtungi wa joka la zindiko kuzipa nguvu zake dawa, ndiyo maana hakuna ugonjwa wala shida yoyote anayopelekewa na ikamshinda. Mbunge akakubali na akaonyesha kuelewa kwa kile kinachozungumzwa. Zimataa akafika kwenye mtungi na kusimama kwa utulivu, akauelekeza mtungi kwenye mdomo wa mtungi mkubwa kwa unyenyekevu. Kwa idhini ya joka la zindiko na kwa nguvu za jiwe jekundu zilizokuleta hapa, na leta dawa hizi za wagonjwa kumi na mbili waliokuja jana, zipe nguvu dawa hizi, ziwe na nguvu ya uponyaji. Baada ya kusema hivyo, Zimataa akamwaga dawa ya mchanganyiko wa maji na majani kwenye mtungi ule. Alipomaliza akarudi kinyume nyume hadi mbali kidogo, kisha akapiga magoti na kuinamisha kichwa chake chini. Akatulia kidogo, kutoka kwenye mtungi joka kubwa na refu likatoka kwenye mtungi na kumfuata, likaanza kumzunguka na kumzingira. Kule aliko mbunge aliliona tukio hilo akiwa amepigwa na ganzi ya ghafla. Katika historia ya maisha yake hakuna siku ameshuhudia jambo la ajabu na la kutisha zaidi ya hilo. Joka liliendelea kutoka mtungini bila kumalizika na kumzunguka mzee Zimataa aliyekuwa kimya. Hili ndilo tukio ambalo lilikuwa limempa heshima kubwa kijiji kizima, kwamba lile joka ambalo limekuwa likiua kila anayekanyaga kwenye eneo hilo, mzee Zimataa ni rafiki yake. Kila anapotaka huenda kwenye mtungi na kufanya tambiko hilo dogo, kisha joka kutoka na kumzunguka kama ishara ya kumsalimu mzee Zimataa. Aliheshimika sana mpaka kufikia hapo. Kwa miaka yote hiyo mzee Zimataa amepitia mambo mengi makubwa kutoka kwa serikali na viongozi wengine waliokuwa wakitaka kuliondoa zindiko hilo au kulibomoa jumba lenyewe ili kukifanya kijiji kuwa salama. Na huu ndiyo mwisho wa simulizi hii ya zindiko. Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa. Ni mimi msimuliaji wako Jimmy Dadi. Unaiona hiyo button ya kengere? Kama ujaibonyeza ibonyeze, kisha utakuwa umesa subscribe usisahau kulike kushare na kucoment. Niandikia ujumbe mfupi, unasikiliza au unafuatilia simulizi hizi ukiwa wapi? Hii ni tam story. Enjoy.